Simba anapofungwa mimi huwa naumia kwa sababu ametoka ubavuni kwangu. Ndiyo maana wamewahi kucheza na Raja Casablanca saa saba usiku za Tanzania, tulikaa mpaka saa saba tunamsubiria ndugu yetu ana, ana, anafanywaje? Umeelewa, likitokea la kutokea, sisi tupo kwa ajili ya kuwatetea. Lakini yeye sasa alivyo mbinafsi, kwa sababu ana lazima asubiri mkubwa kuona kafanya nini ndio yeye afanye akisema amefika mara nyingi klabu bingwa robo fainali tambua kwamba Young Africans amefika robo fainali mara mbili mfululizo mwaka sitini na tisa mpaka mwaka sabini mwaka sabini na moja Young Africans akajitoa kwenye michuano ya kimataifa Ye, peke yake alafu sasa Simba ndo akaja akafika mpaka nusu fainali mwaka sabini na nne tena naweza nikakutajia na kikosi ambacho kilifika ilikuwaje wakatolewa nusu fainali timu kapteni wao alienda alipiga peke yake mwenyewe penati nje kwa sababu alienda mpaka matuta pale, Misri walienda mpaka matuta, matuta wakaambizana kwa ajili ya usalama wetu turudi nyumbani, tukiwa salama tunatakiwa tupige nje hizi penati ili tuweze kujizuia sisi wenyewe na turudi nyumbani Tanzania kwa usalama. Mwaka 74 wakiwa nusu fainali, lakini miaka mingine hiyo kufika robo fainali. Kumsema Yanga kwamba amekaa miaka takriban ishirini, tambua kwamba mpa, tangu wao wanamtoa wanamtoa Zamalek mpaka 2019 2020, wanaingia makundi. Ndio, ni miaka mingapi ilipita? Takriban miaka 15 mpaka miaka 16, umeelewa? Kwa hiyo na wao wameanza kuingia makundi, wa kwanza wametolewa na udisongo uongo wametolewa katikati hapo.